Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika, Steven Wasira, leo amevunja ukimya na minong'ono ya muda mrefu baada ya kutangaza nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo pamoja na mambo mengine amesisitiza kuwa iwapo atapewa dhamana hiyo atajitahidi kudhibiti vitendo vya rushwa vinavyoendelea hapa nchini. Henri Kavirondo kutoka Mwanza naarifu. Umoja, uadilifu na uongozi bora kwa maendeleo ya taifa ni kauli mbiu inayolenga kumkaribisha kiongozi huyo ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Bunda mkoani Mara katika chujio la kinyang'anyiro cha kumsaka mgombea urais atakayepitishwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Julai 12 mwaka huu mjini Dodoma. Ufaya, Akitangaza nia ya kuwania wadhifa huo jijini Mwanza, mgombea huyo amesema kuwa mambo atakayoyapa kipaumbele baada ya kupewa dhamana hiyo ni kutatua tatizo la umasikini hapa nchini, ukosefu wa ajira kwa vijana, kukuza kiwango cha elimu, kuboresha sekta ya afya, kuwawezesha watanzania kunufaika na rasilimali zao, pamoja na kuboresha miundombinu ili tuondokane na migogoro migogoro kama ile ya, ya, ya mgodi wa, wa Nyamoo. Kwa hiyo nitaka niseme migodi, gesi yes, na rasilimali nyingine ambazo zimejaliwa na Mwenyezi Mungu lazima zisaidie kupambana na kuondoa umaskini. Kisha akaeleza uzoefu wake katika kazi mwaka 1975 Mwalimu Julius Nyerere wa mkoa wa Mara na wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 30. Mwaka 1982 mpaka 1985 mwalimu aliniruhusu niende katika kufanya kazi katika ubalozi wa Tanzania Washington DC. Juni 3 hadi Julai pili mwaka huu, zoezi la uchukuaji wa fomu za kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hali inatarajiwa kuanza ambapo wanachama wa Chama cha Mapinduzi waliotangaza nia ya kuwania wadhifa huo wataruhusiwa kuanza kuchukua fomu za kuthibitisha rasmi kuingia katika kinyang'anyiro hicho—Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza.